Na bodi ni nyingi, lakini bonde la Wami Ruvu ndo wanasimamia kichwa cha Tanzania, kwa maana Dar es Salaam eh, na shughuli zake na watu wake na mambo yake yote inategemea Wami Ruvu. Lakini pia tunafahamu uchumi wa nchi ni viwanda na viwanda vingi kwenye nchi yetu viko, viko mkoa wa Pwani. Mkoa wa Pwani pia wanategemea Wami Ruvu. Morogoro wenyewe ambao ndio kitovu cha kila kitu ndio ziwa inayonyonyesha maji kwenye majiji, jiji kubwa na miji mingine yanategemea Wami Ruvu na Wami Ruvu iko Morogoro kwa hiyo kwangu mimi kama balozi tushirikiane kama nilivyosema zamani kwamba tutunze milima yetu tunze misitu tutafute vibali hata kama unachimba kisima nyumbani kwako usijichimbie kisima kiholela. Inatakiwa ufike kwenye bodi ya bonde la Wami Ruvu, ili wao sasa wakuelekeze, je, kisima chako uchimbe kwa urefu gani, ukichimbe eneo gani, ili usiingilie na mikondo mingine. Wakati fani, kuna mikondo ya maji inapita huko chini, wewe mwananchi wa kawaida huijui, hauna utaalamu huo, lakini ukija hapa kwenye bodi ya bonde la Wami Ruvu utakutana watu, na watu watakuelekeza hapa, kisima chako ukichimbe sehemu fulani, kwa kiwango fulani, urefu fulani, na kichimbe eneo hili, ili kesho usipate usumbufu. Ni lazima shughuli yote inayohusiana na maji upate kibali na maelekezo kutoka kwenye bodi ya bonde la Wami Ruvu ambao ndio wamiliki wa maji yote ya chini na juu ya ardhi uwepo. so, wangu hapa ni kwamba uh, sijafanya makosa na wamenihitaji niizungumzie hili, na tutavukisha kwingine na kwingine, lakini pia nipo katika harakati za kutaka kuona kwamba wapi maji uoto uh, wa asili unavurugwa, wapi ngombe wanaharibu, wapi watu wanakata mitu hovyo takuwa na vyombo vingine vya kusaidiana katika hali hii ili tukomeshe kabisa kabisa uharibifu huu ambao leo unaendelea, na sisi wenyewe tunatakiwa tusemee na tukemee. Sio kwamba ni inakuaje, huyu ni, ni chifu, kwa hiyo yeye inahusikana na nini. Hata wewe ambaye unaoniangalia na yule mwingine yuko pale na wale pia, wanahusika na kukemea uharibifu wa mazingira na. Mimi kama balozi wa mazingira, lakini pia mdau wa mazingira, na tunatumia kutoa elimu, uelimishaji kuhakikisha kwamba jamii inapata uelewa namna bora ya kutunza na kuhifadhi mazingira, lakini watambua wa umuhimu wa kulinda vyanzo vya maji.